Mimi sitakiwi kuwatoa kwenye michezo kwa sababu mimi IPM siamini kama michezo ni dhambi. Kwa kwa imani yangu, kwa akili yangu, kwa uwezo nilionao wa kufikiri na kuwaza, siamini kama michezo ni dhambi, kwa sababu hata maandiko yanasema mazoezi ya mwili yafaa, neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Hata mimi sipendi kitambi, kwa hiyo kuna wakati nikiwa majukumu yamepungua, naingia gym kidogo napiga try napiga bye, au sio bwana eh? Ukikaa vibaya unakula ya uso, au sio bwana e? Eh, lakini pia mazoezi yanakufanya kuwa active na kadhalika. Kwa hiyo hatuwakusanyi wanaume kuwaambia wasiyapende mazo, wasipende michezo, wana wana ruksa ya ku, kufatilia michezo lakini pia Mungu, sababu Mungu ndiyo kila kitu. Kwa hiyo hatuwaambii watu wamrejee Mungu waache michezo, hapana. Mchezo ni ajira, tunaona kuna akina Samata bwana ndio. E, wamepata ajira, wameajiri watu wengine, wanafanya michezo e, na kadhalika. Kwa hiyo mchezo sio dhambi, na tunatamani tuna, tuna tuwe na wanamichezo wengi zaidi katika taifa letu. Asante kwa wale ndugu zetu wa Islam, asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Alhamdulilahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam wa e, ala ashrafi anbiyai wal walmusalimu Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Jina langu naitwa Prophet IPM, Senior Prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Ninatumika hapa kama Senior Prophet wa huduma hii nikisaidiana na prophetess Lilian ambaye ni mke wangu kipenzi na wachungaji wasaidizi katika huduma hii. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kunitii na kunipa nafasi ya upekee. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, majukumu mbalimbali mbali ya kifamilia, majukumu mbalimbali mbali ya utekelezaji wa habari ambazo mnazifikisha katika jamii ya Kitanzania na hata nje ya Tanzania, lakini mmeona vyema msikie wito wangu na kuweza kuja kunisikiliza mawili matatu ambayo natamani kuweza kushare nanyi, ili mweze kuwafikishia umma wa Watanzania. Kama mnavyofahamu, huwa nina message fupi sana ninapokuja mbele ya habari au mbele ya waandishi wa habari inakuwa na message fupi sana. Uh, tarehe kumi na tisa tuliwatangazia juu ya habari na leo pia Mungu ametupa neema tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuweza kuwatangazia pia habari njema. Uh, nina habari njema kwa wanaume wote katika taifa letu la Tanzania na habari hii ni kuwakusanya wanaume wote ambao wananifuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii na katika taifa hili kuweza kuzungumza nao tarehe ishirini na nane mwezi huu wa sita ishirini ishirini na tano. Na masuala muhimu ambayo natamani kuzungumza na wanaume ni kutokana na majukumu aliyonayo mwanaume. Eh, kama mnavyofahamu, nimekuwa nikizungumza mambo mengi sana katika social media dhidi ya utafutaji wa mwanaume, dhidi ya mapambano kwa mwanaume, yale anayoyapitia mwanaume. Bila Mungu hatuwezi, na mimi ni mtu wa matokeo, napenda sana matokeo, na kwa sababu napenda matokeo eh, yako maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa, wanaume wagumu eh, kumwamini Mungu, wanaume wabishi hawataki kwenda kanisani wanaume wabishi hawataki kwenda misikitini, lakini ukweli ni kwamba wanaume wanampenda sana Mungu na tukiangalia historia ya mwanzo toka Mwenyezi Mungu alipoiumba hii dunia hmm? ndugu zetu wanasema alladhi la hu milki samawati wal ardhi, yani yeye ndo aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu alianza kumuumba mwanaume katika hii dunia akamuweka Then baadaye akafatia mwanamke naye akawekwa ndani ya bustani ya Eden, lakini tunaona mwanaume ndo ametangulia kuwekwa katika ardhi ya hiye Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akampa bustani ya Eden akamwambia mambo haya makuu mawili, ilime na kuitunza. Kwa mwanaume ana majukumu makubwa sana duniani mawili, la kwanza, jukumu la kwanza kutunza bustani la pili ailime. Kwa hiyo wanaume wengi sana katika jamii yetu ya Tanzania wamekuwa wakipambana kuhakikisha kwamba wanaweza kuzitimiza ndoto zao, lakini imekuwa vigumu sana kutokana na changamoto za kimaisha, lakini pia kutokana na changamoto za baadhi ya maneno yasiyokuwa na ukweli kwa baadhi ya viongozi wenzetu wa dini waliopelekea kuziua imani zao, na mtu kusema bwana, mimi kama mambo yenyewe ndo haya basi mimi bora tu nisisali kabisa. Lakini tunatambua ya kwamba waliopelekea kuziua imani zao, na mtu kusema bwana, mimi kama mambo yenyewe ndo haya basi mimi bora tu nisisali kabisa. Lakini tunatambua ya kwamba Mungu ndio kimbilio la wanadamu wote. Uwe jambazi, ukifa utahitaji kwenda kwa Mungu. Eh, uwe mtakatifu utamuhitaji Mungu, usipokuwa mtakatifu utamuhitaji Mwenyezi Mungu. Hakuna namna yoyote mwanaume anaweza kumkimbia Mwenyezi Mungu, na kwa kulitambua hili sasa, ndio maana nimekuwa na hii eh, kongamano la tarehe ishirini na nane mwezi huu wa sita la wanaume kuhakikisha kwamba mwanaume anarudi katika levo yake katika uchumi nafahamu ya kwamba tunaongozwa kwenye dunia ambayo wako watu wanaoamini ushirikina na wako wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu vitabu vyote vimekataa ushirikina. E, walqur'anil hakim ala suratul mustaqim tanzilal azizir rahim, nayo inakataa ushirikina kwenye suratu, una sura moja inaitwa, Lam yakunil ladhina kafaru. E, min ahalil kitabu wal mushrikina munfaqina hata tatiahum lbayina kule mbele inasema, ina ladina kafaru min ahlilkitabu walmushrikina finari jahannam khalidin fiha abada. Inakataza mambo ya ushirikina, lakini pia Bibilia iko wazi, inasema washirikina wote wataingia katika nini? Ziwa la moto li wakalo na kiberiti. Kwa hiyo tuna kuna ulazima wa kurudisha nguvu ya mwanaume katika uchumi, nguvu ya mwanaume kama mwenyezi mungu alivyompa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Eden, ailime bustani ya Eden, na aitunze bustani ya Eden. Kwa kulitambua hili sasa, ziko changamoto nyingi sana kwa wanaume wanazozipitia. Changamoto ya kwanza ya mwanaume siyo gari, changamoto ya kwanza ya mwanaume siyo nyumba, changamoto ya kwanza ya mwanaume siyo mtoto, changamoto ya kwanza ya mwanaume ni uchumi. Ukikosa uchumi mwanaume, umekubali kufa haraka. Ukikosa uchumi, umekubali kudhalilika. Ukikosa uchumi, umekubali kuchezewa katika hii dunia. Unaposikia mtu anaitwa mwanaume, maana yake ana uwezo wa kuprovide, ana uwezo wa kutunza, ana uwezo wa kusimamia. Sasa leo wako wanaume wengi katika jamii yetu wamekata tamaa, hawawezi kusimamia familia zao. Unakuta wako wengine ndo wanaitwa Serengeti Boys wanalelewa na mishangazi eh? Eh, mtu anaishi mjini kwa kulelewa na mama, eh, mama mtu mzima unafanya, una, unafanya mahusiano na mama ambaye umri wake ni kama mama yako na uogopi unamvaa tu liwalo na liwe kwa hiyo katika kongamano hili ambalo nimeliandaa ndugu waandishi wa habari na watanzania wote mnaonifuatilia na wale msiokuwa wa Tanzania kwa kuwa IPM hafuatiliwi tu na watu walioko Tanzania bali anafuatiliwa na watu katika nchi mbalimbali katika maeneo mbalimbali ningewaomba na kuwaasa kwamba tuhudhurie katika kongamano hili kubwa litakalofanyika Dar es Salaam, Tegeta Mbuyuni, katika ukumbi huu wa Embassy of God for All Nation, na mini kabisa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, tukimuomba basi, uchumi wa mwanaume utarejea na ile heshima mwanaume aliyoipoteza itarejea wayo Mungu wa mbinguni. a Mzee wa Mikito nunu <laughs>